Bismillahir Rahmanir Rahim kwa mtu ambaye anataka kuseti lugha ya Kiarabu kwenye simu yake. Basi cha kwanza kabisa ataenda kwenye kutype kama ni WhatsApp au kwenye messages za kawaida. Kisha kwenye keyboard hii kuna alama ya dunia hapa chini. Kwa kama ana lugha zaidi ya moja, kibonyeza kwenye hii alama ya dunia itakuja hiyo lugha nyingine ambayo ameseti. Kwa mimi hapa nina Kiingereza na Kiarabu. Nikibonyeza hapa Kiarabu kinakuja. Nikibonyeza tena narudi kule kwenye Kiingereza na lugha ya tatu hii ya Arabu cha Algeria tena hapa narudi ambaye Kiingereza, hana sasa lugha zaidi ya moja ataenda kwenye settings. Kama ni Kiarabu cha Misri uta download hapo kwenye hii alama ya mshale hapa. Kisha kisha download itakuja hapa juu ikiwa na alama ya blue kama lugha nyinginezo hizi. Kama lugha fulani hauhitaji, basi utabonyeza alama ya blue kuizima kuiondoa kule kwenye keyboard. Kama unataka urudishe, utabonyeza tena ili irejee. Unaweza kudownload, utarudi kule kwenye WhatsApp au kwenye messages. Ukianza kutype hapa kubonyeza alama hii ya dunia, basi lugha hiyo uliongeza itakuja ita. Kwa mimi hapa ni kiarabu cha kawaida, kisha kiarabu cha Algeria. Kwa hiyo hii ndio namna nyepesi ya kuongeza lugha katika simu yako.